Na, mtazamaji, watu wanne wamekamatwa na maafisa wa kulinda msitu na wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Bangale kwa tuhuma za kuendesha shughuli haramu ya ukataji miti na uchomaji haramu wa makaa ndani ya misitu ya jamii, kaunti ya Tana River. Operesheni hiyo iliendeshwa na afisa wa kulinda msitu wa kaunti ya Tana River, Jafar Galole na polisi kutoka kituo cha bunga, Bangale ambao wamekuwa wakiendesha operesheni katika maeneo ya Wales, Kambi Kaniki na Baleneka. Galole amesema kwamba operesheni dhidi ya wanaokata miti kiharamu itaendelea katika kaunti ndogo za Bangale na Tana Delta. Hapa kwa huu mkutano imeamuliwa ya kwamba area ya Bangale, wenyeji wamesema hawana uh, hawana hawana ni hawana madhenge na kwa hayo, kwa vile hakuna madhenge upande huu, wamesema kwamba hawahitaji watu kuja Kuharvest, eh, miti yao ya, ya indigenous. So, wamesema hawataki mambo, mambo ya makaa tena. Uh, na sisi kama ofisi matakwa tuna serve interest ya wananchi. Kama wenyewe wamesema hawataki watu wa kukata uh, ni environment na kutengeneza makaa kwao. Hivyo ndio mambo itakuwa na way forward, katika mkutano wetu ni kwamba hakuna mambo ya makaa upande wa Bangal. Kuna cartels, kuna wale wazee kuna, kuna watu wachache siwezi sema ni wazee peke yake. Kuna wale wazee wachache wa jamii ambayo ndio wanasimamia hizi camps. Wao wanafaidika lakini community in general wanaumia. Tumewapatia siku moja, tutawaita kesho hapa, tuambie watoe, wale watu wote wao wenye kwa, kwa ile camp wapelekwe nyumbani. Hatutaki kuona mtu mmoja pale, na tumeharamisha makaa isiendelee, na tokotoa idhini ya kuwa na amri kwa wale maafisa wa forest pamoja na security agency yule mzee ambaye ako na kambi ya kuchoma makaa, kambi yake ikiingiliwa na amekuja akija kwa ofisi, tumewambia huyo mzee pia awekwe ndani ashtakiwe. Na yule mzee mwingine ambaye atakayekujia kumtetea yeye, pia wao washtakiwe pamoja.